Awesalamu. Mahakama Kuu divisheni ya ardhi imetoa uamuzi wa kuzuia zoezi la bomoa bomoa kwa nyumba mia sita sabini na nne zilizopo wilayani Kinondoni hadi pale kesi ya msingi itakapotolewa hukumu. Hatua hiyo hata hivyo haihusishi maeneo mengine yasiyohusika na uamuzi huo. Sheila Mkumba ana maelezo zaidi. Wakazi wa Kinondoni jijini Dar es Salaam wakiwa wenye furaha punde baada ya mahakama ya ardhi kusitisha zoezi la ubomoaji wa nyumba zao kutokana na kuwa mabondeni. Nje ya mahakama, wakili wa upande wa walalamikaji Abubakar Salum amekiri uamuzi huo umedhihirisha haki imetendeka kwa wateja wake. Kimsingi ni uamuzi ambao unaridhisha, kwa maana ya kwamba haki ionekane ikitendeka kama mtu ana hoja ya kusema mahakamani kama mahakama ingesema isikilizwe bomoa bomoa iendelee hizo hoja ambazo tunapanga kuzileta zisingekuwa na maana lakini sasa tutakuwa na nafasi sasa ya kuonyesha kwamba hao wanaoitwa wavamizi wanaoishi maeneo hatarishi nao wanala kusema ili mahakama iweze kuamua kama kweli wana haki ama hawana Baraza la taifa la usimamizi wa mazingira NEMKI, ambao wanaendesha zoezi hilo kupitia wanasheria wao, wamesema zoezi hilo litaendelea kwenye maeneo mengine. Ni swala la mwaka elfu mbili na kumi na moja kipindi kile cha mafuriko, lakini pia masta plani ya Dar es Salaam ni ya mwaka sabini na tisa Kwa hiyo ni swala ambalo sio la leo, ni swala ambalo lina zaidi ya miaka thelathini sasa. Kwa hiyo ni swala la msingi kwamba hata nyiwe waandishi wa habari, mimi nawaomba E, mtambue kwamba hili zoezi linafanywa na serikali sio mtu. Wananchi walionusulika na zoezi hilo wakiwa nje ya mahakama ya ardhi wanaeleza namna ambavyo wamepokea uamuzi huo. Mimi nilikuwa na mtoto wangu mmoja anasoma sekondari, alikuwa analia kila siku, anasema mama, nitasomaje? Nikamwambia mwanangu, utasoma, tuombe Mungu. Mwenyezi si Mungu ni mkubwa kwa hiyo mpaka hatua tulofikia hapa, kwa kweli tunashukuru kwa ushindi wa leo. Kwa hiyo tulikuwa kwamba tunanyimwa haki zetu za msingi za binadamu zote, walikuwa serikali wanazifukia. Kwa hiyo tunashukuru wasasi kwamba si kama tunasikilizwa katika haki zetu sisi wanadamu, na sisi tupate haki yetu. Kwa hiyo tulikuwa tunaishi hapa Tanzania kama wanyama, serikali haitutambui, wakati sisi tumetoa kura zetu kumpa yeye kwamba atuongoze lakini leo tunafukuzwa tukaishi wapi? Mapema mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Saidi Meki Sadiki alikiri wanafahamu baadhi ya wakazi kwenda mahakamani, lakini zoezi hilo litaendelea maeneo mengine. Nasema kwenda mahakamani ni haki yao ya kikatiba, wanaweza kwenda kudai. Kama wanadhani serikali inawaonea, basi wana haki ya kutafuta katika mhimili mwingine ambao ni mhimili wa sheria. Mimi huko sitaki kuingilia, lakini nachosema kwamba ni vizuri ndugu zetu hawa wasiendelee kucheleweshwa na wanasiasa. Azam TV pia imepita kwenye maeneo mengine ikiwemo Jangwani na kushuhudia baadhi ya wa wananchi wakiondoka huku vitendea kazi vikiwa tayari kuendelea na zoezi hilo la bomoa bomoa. Sheila Mkumba, Azam News, Dar es Salaam.